Ngowi TV, informed economies and business perspective. Tunaposema ndoto ni kuwa na wazo kubwa ambalo lina lengo la kubadilisha maisha kutoka kwenye hali ulionayo na kwenda kwenye hali nyingine bora zaidi. Tunataka kusema kuwa na mawazo ya kumiliki uchumi ambao utaweza kuajiri watu ndio ndoto tunayosema. Vijana wengi bado wanawaza kuajiriwa. Kwa nini waajiriwe na dunia haina ajira? Tumeshuhudia hivi karibuni, moja ya taasisi iliandaa iliitisha nafasi ya kazi vijana zaidi ya elfu kumi wali apply, wanaotakiwa ni sabini tu. Maana yake ni kwamba fursa za ajira Tanzania hakuna. Kwenye watu elfu kumi ukiajiri watu sabini ni, ni, ni nukta ndogo sana. Vijana wanatakiwa wawaze kubadili maisha, kubadili maisha kwa maana ya kufikiri kuajiri na si kuajiriwa tena. Hiyo ndio tunazungumza kuhusu kubadili. Changamoto ambayo naiona kwa vijana ni kwamba wanatamani mambo makubwa, lakini wamekaa kimya. Wanasema tu mimi ningemiliki Range Rover ile, ningekuwa na watesa vijana wenzangu barabarani. Hiyo sio ndoto, hayo ni mashindano. Tunatamani kijana aseme nataka kumiliki kampuni kubwa ya uzalishaji wa bidhaa ambazo nitauza Tanzania, nitauza Kenya, nitauza nchi zinazozunguka Tanzania. Kampuni kubwa ambayo nitaajiri watu wataalamu, wasomi, watu waje kufanya kazi kwangu na si kwenda kufanya kazi kwa watu. Hiyo ndio kubwa tunazungumza, hiyo ndio tunahamasisha vijana wabadili mitizamo yao kuhusu kuajiriwa, kutoka kuajiriwa kuwa waajiri ndio msisitizo mkubwa tunatoa hapo, na inawezekana ni uthubutu. Ukiamua kwamba mimi ninaweza, na ukaamua kupiga hatua, kwa maana ya kutafuta fursa zilipo, unaweza na unaweza ukaanza na kidogo. Na watu waliofanikiwa, hakuna mtu aliyeanza ghafla na akafanikiwa. Walianza kidogo kidogo, mafanikio kidogo kidogo yanaleta mafanikio makubwa. Na ndiyo mafanikio endelevu. Wote waliofanikiwa wameanza kidogo.